Hivi wa... ni miaka mingapi sasa hivi? Mwaka umefika eh? Wewe sawa, ni miaka mingapi? Mwaka mmoja hivi I think. Najua mwaka mmoja kama kama miwili au mwaka mmoja na miaka miaka miaka miwili miwili. Kwa nini miaka miwili au mwaka mmoja? Wewe unafikiri ni kwa nini? Mimi sijajua ndio maana tumekutana na wewe hapa. Ah wewe mwenyewe unahisi ni ni... kwa sababu wewe si mtu wa media, unafuatilia watu, wewe unahisi ni kwa ajili ya nini? Nahisi pia Aristote ubize labda wa shughuli zake binafsi, ndio maana ameamua aache vijana <laughs> Sio kama unamua wache vijana. Kuna baadhi ya vitu, kuna level fulani ukifika unajikuta automatical, wewe mwenyewe tu unajikuta unaona kama hiki kitu ni kikifanya kiendani na mimi. Wewe mwenyewe automatically, mtu akikwambia uache, labda a, unaweza kaisi labda, huyu ananiambia niache, ananionea wivu mm, lakini kuna level ukifikia wewe mwenyewe automatically unajikuta tu unaacha. Mm, yes wa maana hiyo kwamba tuseme kwamba Aristote sasa hivi amefikia levo ambayo huwezi kumfananisha na kina Baba Levo, akina Mwijaku, wakina Doto magari, wale wote sio levo zangu bro. Mimi, mimi sio chawa wa kipindi kile, au mimi sio influencer wa kipindi kile. Wale ma-influencer nao no, unaowataja wote majina hapo, sijui Doto, sijui Baba Levo, sijui Mwijaku, sijui Doto, wale wote sasa hivi, tukisema sasa hivi tubato bank statement tuweke chini mali sio ameshika, tuweke chini, asubuhi tuke hiyo. Kwa nini unajiamini sana Aristotle? Nina hela wale wote unawataja hapo. Sasa hivi umoja kusema anaumwa anaumwa gonjwa lenye natakiwa, ili aende India inatakiwa milioni mia tano, Watanzania lazima wamchangie wewe, lakini mimi ili mnichangie bro, ntakua nishapambania afya yangu sana kwa sababu ku, nimejijenga, alafu nime nimeinvest kwa ku, kwa kupigania kesho yangu najua kabisa kama kuna kesho yangu hmm. Sitaki kwenye kubabaja babaja tu, natakiwa ni invest mimi, nime invest bro. Unamaanisha una kwamba sasa mjini sasa hivi anaweza kuwa anamiliki hata nyumba hata sita saba viwanja kama 80, unaweza kamiliki nyumba sita au viwanja vingi, lakini visiwe na mantiki au visiwe na hela na, na nyingi hmm. Unamiliki viwanja vya kule labda vya Msata hmm. Unaelewa, vya Chalinze hmm. Na mtu anayemiliki kiwanja kimoja hapo Mbweni hmm. value yake ni kubwa kuzidi vile viwanja kumi ulivyo vimiliki bro. Mimi nimeinvest kwenye ardhi ah. nimeinvest kwenye ardhi kila sekta, sio tu baadhi ya vitu spendi kuonesha, kwa sababu mtachishika sana, mtashinda kufanya kazi Sawa. Mm. Lakini Aristote tunajua mara nyingi bana, wewe wa, ukiwa na vitu kama hivyo lazima uposti, watu wanasema kwamba Aristote kapotea, mara Aristote alivyopotea na bunje na bei naye akapotea. Sio kupotea, kuna kiwango fulani ukifika cha hela yaani kile kiwango cha hilo kikisha kifikisha hata wewe Roja, siku ukifikia kiwango fulani automatic, yani io kiwango kinafanya mwenyewe uwe kimya, sijui unanielewa. Hata sehemu ya kula utajichanganya sana, hata kwenye maiki hivi utakuwa na hofu, maklabu utakuwa na hofu, pesa zile zinakufanya, maanake mwisho wa siku unakuwa na hofu ya kwenda kila sehemu kujichanganya. Usijoka, kazurika usije ukafa ukaacha mali zako <laughs> ukiwa na kitu cha kupoteza kila siku utakuwa klabu, ukiwa una kitu cha kupoteza kila siku utaonekana, kwa sababu ukiwa na pesa unaanza kulinda status yako. Yani usije ukafa mapema ukaacha pesa zako. Mimi na sasa hivi kuna baadhi ya vitu vinanilimiti kama ni mali zangu nilizozichuma nisije nikazipoteza mapema. Aristote, vijana wengi wa Dar es Salaam ili waonekane wako mjini lazima wanamiliki simu kali na gari kali. <laughs> lakini pia Aristote wewe umekuwa tofauti na watu wa Dar es Salaam. Mara nyingi tumekuona unasema kwamba unamiliki sana ardhi kuliko magari. mimi na mimi naamini sana kwenye kwenye ardhi, kwa sababu ukisha miliki ardhi sana, hayo magari, magari ni furniture tu. Magari unaweza kanunua leo, kesho lika lika drop lika, ukauza kauza kawea hasara, lakini ukimiliki ardhi bro, trust me, ardhi haijawahi kumtupa mtu. Si mnaona mimi nanunua 0 kilometa muda wote? Si nanunua 0 kilometa na nikinunua au nikifanya kitu kikubwa unasikia Aristote, tuelewe, unatoa hela wapi? Hata mimi nakuuliza sana hiyo eh, kila ya. Yani sio wewe bro, maswali ni mengi, Aristote, unatoa hela wapi? Biashara zangu, investi bia kwenye invest, kwenye ardhi bro. Hata ardhi kiuzwa Msata au sijui Chalinze, au inauzwa ina sijui Morogoro, nenda weke hela kwenye ardhi, ipo siku tanishukuru. Okay, sasa hivi tunaona vijana wote mjini, watu masta hmm. uh, wakinunua simu kama ambayo umeshika iPhone 17 wana. Kwanza ionyeshe Aristote simu. Hapo ukiona Aristote anapigia kelele wala nini? Hizi nimenunua tatu, moja ya mke wangu, moja ya kwangu, moja ya binti yangu. Hizo umenunua ngapi? Tatu. Moja ni begani. Hii maana yake mimi nimenunua kipindi kile, zinatoka hata kabla hazijashuka bei, ndio zimetoka tu nika pre-order. Hii hii ni 1 GB. Nimenunua milioni 6 na laki nane, binti yangu nimemnunulia GB 256. Mtu wangu nimemlia GB mia tano na kitu. Wewe mwenyewe sasa, kusanya hizo ni shilingi ngapi? Kama milioni 11 fulani. Kitu kya kawaida, kitu kya kawaida. Ardhi, wekezeni kwenye ardhi, wekezeni kwenye ardhi, weke. Wadogo zangu magari ni furniture, au kipanga apartment ni za watu. Wekezeni kwenye nini? Kwenye ardhi, mtakuja kunishukuru baadaye. Aristote, kile kiwanja chako ambacho, ile sehemu ambayo umejenga, watu wanasema ni sasa. Aristote, kama, ume, kama umefanya zaidi ambavyo watu waga wanafanya sehemu kama ile yote una, unafanyia nini? kwa sababu juzi kuna video ulirekodi unaenda kumsikiliza muuza samaki uh, kutoka getini kurudi hadi ndani kwako ilikuwa ni two distance. kuna sehemu inaonekana imejengwa na kuna sehemu inaonekana hajajengwa. Alisote, kiwanja chote cha nini, kile kiwanja pale kina heka mbili na nusu ni skua mita elfu tisa mm. ukizungumzia skua mita elfu tisa jaribu kuuliza watu wa, wanaojenga nyumba takwambia, skua mita elfu tisa ukuvu wake ukoje? mm. sijui unanielewa mm. Masta wote wakubwa, yani watu wenye pesa mm. Hawakai kwenye maeneo vichochoro kama vya Mwijaku au vya Babalevo bro. watu waliojipata wana wa, masta wote wanaojiweza masta wote duniani kote yani, ukitoka hapo ndio jaribu kuangalia nyumba ya B nyumba ya B kwenye siku ya mita mia mbili <laughs> inaokopesha. Hamna ile ya Babalevo nwe kiwanja kina mtupa kiwanja changu bro kiwanja Kiwanja cha Mwijaku mia mbili. Ah bwana. Kiwanja cha Mwijaku skwamita mia mbili ndio kiwanja nilicho yani, ile space ndio nimetengenezea mlinzi wangu mimi yani ndio nimeweka gorofa la mlinzi getini kwangu Mimi <coughs> naishi kista bro. Mimi naishi kista skwamita elfu tisa, skwamita moja mimi pale napokaa ni elfu sabini fanya elfu sabini mara elfu tisa ni milioni mia ngapi bado sijaweka fence bado sijaweka gharama ya nyumba ni bilioni mbili pointi a wote unawataja hapa kuna mtu anakutoboa hata wakikusanya na ndugu zao sijui familia hakuna kutoboa bro mi ninahela mi ninahela narujia tena kwa confidence. mi ninanini ninahela. alafu mimi sio ile influencer kuinfluensi watu kuchi. yani kusifia watu kijinga nainfluensi watu wapambane watafute pesa wafanye vitu vya msingi. Lakini huko ndo ilikotokea. Sio ioge kwa Diamond. Hadi leo niko kwa Diamond. Okay. Lakini tukikaa na Diamond tunakaa kama wafanya biashara wawili hata ah, ah, ude, no, at, vunja bei nikikaa naye sasa hivi tukikaa na vunja bei. Yaani, tunakaa kama matajiri, tunapanga mipango, tunazungumzia pesa. Sio ile style nimekaa, umepoa, umepoa, mtoto. Wewe mtoto unadhalilisha familia. Wewe oh, utoto ukiwa na pesa umepoa. Umepoa. Lakini sasa na ukota. Anaokota shilingi ngapi sasa anaokota shilingi ngapi? kuokota okota, hata kipindi mimi nafanya uchawi sijawahi kufanya hiyo vitu mm. Mimi nina levo zangu mm. na mimi na mimi naomba kuambia machawa wa investi watengeneze maisha, watengeneze maisha ya kesho. Kuna wote wako vizuri magorofa, hakuna ah, wako vizuri bro, account zao haziko strong. Umeona, umeona kile pia uh, gorofa ya Baba Levo eh. Baba Levo amejitahidi sana Baba Levo amejitahidi sana, alafu ameprogredi zaidi mm, uchawa umemlipa mpaka sasa hivi soon mm, Mungu akimjalea anaweza akawa mbunge mtarajiwa mm. Akiwa mbunge atakuwa tayari amefanya nini, ame ametoboa. Kwa hiyo Baba Levo ametumia akili kubwa, Baba Levo ana upeo mkubwa kumzidi mjia kumjia, mnasema amesoma lakini usomi wake ni wa uchawa, lakini Baba Levo hajasoma lakini ana upeo mkubwa kumzidi mjia. Kwa hiyo ukiangalia vitu vyenye Baba Levo anavyovifanya anafanya vitu vyenye ukubwa Kajenga gorofa pale kwenye space fulani, imekubwa kidogo, katoka kaenda kugombea ubunge CCM eh, imemkubalia imemthamini imemwelewa kabisa, kama huyu anatakiwa apambanie chama, sijui unanielewa? Kesho kewabarev anakuwa ni mbunge mwijaako bado mewakitu, umepoa, umepoa hatama, umepoa. Aristote, uh, nakumbuka kipindi cha nyuma, uh, Diamond Platinum anavyo watu wa mashabiki ambao hawampendi walikuwa kimwata kwenye mitandao mara nyingi, nakuona unajitokeza kumsemea. Kitu gani kilikufanya upunguze sasa hivi kumsemea na kumpigia kelele Diamond na ukawa ubize zaidi na mambo yako binafsi? Mpaka leo mimi namsemea Diamond hapa, anapokuambia sasa hivi, ukimzingua Diamond nako unakuwa na amenizingua mimi. Lakini ukiangalia sasa hivi na kipindi cha nyuma, Diamond wa zamani na sasa hivi ni tofauti. Diamond sasa hivi amekuwa hana hana competition Hakuna yani watu wa ku, ku, kufanya competition wamechemka, wamemwacha Diamond mwenyewe kama huyu sana atumweaashawa kimataifa, tumwache aendelee mbele. Kila nikikaa nyuma naangalia ku, wa kujaribu kumwatak Diamond siona, wacha muogopa. Kwa hiyo unakuta yani, ile vita ya yes, Diamond imekuwa rahisi sana kwa sababu unajikuta saa vita yake yani upigane na mtu yote kwa sababu maadui wote wametawanyika <laughs> mm, wa Diamond wametawanyika wameamua kuona kama hii ngoma tu iweze, wamemwacha aende kimataifa, wamerudi nyuma, hatuna maadui tena yes. lakini pia tunaona watu ambao pia mara nyingi wanafanya kazi na Diamond ama vijana wako wana, ambao wanafanya kazi na Diamond wakiondoka wanamsema vibaya. Tunamwona Lukamba Rukamba wanalalamika nasema, wapati pesa wajitume. Yule ni bosi wao, na anapoingia kwenye, kwenye lebo kama vile kuna mikataba, unaelewa. Na katika mikataba ushai kumsikia Diamond kamzulumu mtu Labda wameingia mkataba ya hela fulani, alafu kuna msanii ametoka WCB, alafu anadai WCB asilimia tisini wanaotoka WCB, wanaotoka wanadaiwa hmm. Hmm. Kwa lugha moja au nyingine, maanake pesa wanakuwa wamechukua, lakini wan wana wana wana wana wako bize na anasa, wanashinda kuinvest. Lukamba alifeli wapi? Lukamba na hisi starehe imemzidia. <laughs> sijui unanielewa, starehe imefanya nini, imemzidia hmm. Alafu asilimia tisini wanaotoka WCB ni wachache waliotoka WCB wana uwezo mkubwa. Harmonize ana uwezo mkubwa, ametoka ametoboa. E, Mboso, Mboso kashaondoka hivyo, ametoboa. Ndugu yetu sitaki kumtaja, Rayvanny. Uh. sitaki kutaja majina. Rayvanny katoboa. Kuna mwingine staki kumtaja majina mimi. Lavalava. Sitaki, usinigomanishe na watu <laughs> amepotea. Yani, sitaki kutaja majina, ile ni familia yangu lakini ukishatoka la... WCB jitume jitume, pambana na, kama umetoka na deni na na kama umetoka deni la, lipa lipa. Unamaanisha Lava Lava, sijataja jina la mtu hapa ndugu yangu, mwisho arudia tena, sijataja jina la mtu kwani Lava Lava ametoboa? mimi mtuba wewe unaonaje? mimi na waandishi wa habari mna maswali ya mitego. Umesema umesema Harmonize katoboa katoboa katoboa, Mboso katoboa, yes. Uh, Rayvanny katoboa, yes. Mboso ametoboa. Mimi sio mnafiki. Mie sio kutoboa, sichukulie jambo rahisi bro. Ili utoboe kwenye u mji sio jambo rahisi. Mziki ni una, mgumu. Unamwonaje hmm? Lava Lava na Mbosso unaonaje una, una, una, una, una. Kwa wewe mwandishi wa habari ongea kama wewe. Uh, kila mtu ana ana nafasi nafasi yake yake eh. Sasa sikiliza, miongoni mwa mastamba wanatembelea magari mazuri mm, uh, Bongo kwa mimi ninavyoona, mm. watu wengine swaoneshaji vitu vyao mm. Namuona Rayvanny uh, namuona Diamond mm. Lakini pia na wewe juzi nimeona umenunua Ford Ranger uh, gari. Ukisema ukisema Ford Ranger unakosea katika masta na watu ma influencer wa hapa mjini mm. Bila kumtoa mtu yoyote mm mi ni mtu pekee niliyenunua 0 kilometa 0 kilometa 2025. Sitoi mtu yoyote, yani wote unawataja wote, Diamond yumo. Sio zero, sio zero. sio zero. Tusio wanafiki, gari yake ni ya bei kubwa, ni expensive lakini sio zero kilometa. Mia kwangu bro ni zero, ende ikagua hapo nje ni zero kilometa 20, 2025, gari ya mwaka wa leo. Gari naiwasha hapa, tukikaa naiwasha nje na tukikaa naiwasha inje, inje na, ni kaiwasha, kai na waka ndoka nikaiwasha kaikuta na waka nje a mnataka nifanya hivyo gari unasha kwenye sim. Bro, mimi sio mnafiki bro. Hiyo ni gari ya mwaka wa leo gari inaowasha hata nikiwa niko China, niko Dubai hmm. Nawasha gari, wende angalie gari hapo inawaka. Twende twende twende alisote alisote bwana. Bwana. Sawa, waamini. Waamini eh, tunataka tukaamini. Kwa hiyo mimi nachokuambia ni gari ya mwaka wa leo. Alafu alafu wafate wote waulize wa hivi mm. Unaweza ukawa huko huko Marekani ukawasha gari twende hapa, washa, twende twende nje. nje. nje. n gari alisote imewashwa gari Alisote. alisote. alisote. vikao. Umepaka Sija washa gari bro. Gari na washa nikiwa niko nje ya nchi. Ifungue. Ngwani kutolea loki na ile toa loki kagua. Gari imewaka haijawaka. Ah, wale wawashe gari wakiwa uko nje ya nchi. Zero kilometa makaratasi haya hii sio ya kawaida unazoziona mjini ni. Hii ni ni X X. Hebu sema X X hapa. Sema, sema gari ya ya nini nini? Nina hela bro. Ukiwa na hela uone unaweza kana nafanya matumizi ya, matunda ya jamani, milioni 200, milioni 230. Ushavuka. Milioni 230. sema eh.